Msifu Yesu Kristo, karibu katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni dominika ya tano ya Kwaresma ya mwaka C wa Kanisa. Tafakari hii imeandaliwa na frateri Fabian Abel wa shirika la neno la Mungu katika seminari ya Spiritan Missionary iliyoko Njiro jijini Arusha utakuwa nami Eric Emanuel katika kukuletea tafakari hii. Sio kwamba nimekwishafika au nimekwisha kamilika, la, bali ninakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo limeshikwa naye Kristo. Karibuni katika tafakari ya siku ya leo ya thelathini na tatu ya kipindi cha Kwaresma cha kuomba toba kujinyima kutoa sadaka na kusali, ukiomba huruma ya Mwenyezi Mungu. Leo Kristo Yesu anatufunulia huruma ya Mungu na kutualika katika maisha mapya ya neema. Kama vile daktari ambavyo hamfukuzi mgonjwa, bali anamtibu, vivyo hivyo Yesu hamsukumi mbali mwenye dhambi, bali anamsafisha na kumponya. Yesu Kristo ni daktari wa roho zetu. Ni Dominika ambayo inatuhitaji kufanya mahesabu ya maisha yetu tangu mwanzo wa kipindi hiki. Tulivyoanza mpaka sasa juu ya yale tuliyohimizwa na mama kanisa kuyatenda katika kipindi hiki cha Kwaresma. Kwani sasa tunaanza kutazamia mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo katika mapokeo ya kanisa. Dominika hii tunaanza kufunika misalaba mpaka Ijumaa Kuu, wakati wa kuadhimisha mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, na sanamu pamoja na picha zote mpaka vijiria ya Pasaka. Katika masomo ya leo, tunaalikwa kuwa na mwanzo mpya na mtazamo mpya wa kimaisha. Katika somo la kwanza, nabii Isaya sura ya 43 aya ya kumi na sita hadi ya ishirini na moja. Tunaona Mungu kwa upendo na huruma yake anaahidi kuwakomboa Waisraeli kutoka utumwani Babeli, kama alivyowakomboa kutoka utumwani Misri. Ni namna gani Mwenyezi Mungu anatenda mambo mapya na anatuhimiza kuachana na mambo ya kale. Mwenyezi Mungu anatukumbusha tusiyakumbuke mambo ya kale, anamaanisha hatufai kushikilia maumivu, dhambi au kushindwa kwa zamani. Ndugu zangu, katika upendo wa Mungu anaoonyesha kwa taifa la Israeli ni sawa na upendo wa baba na mtoto. Kwa kuwa Mungu aliwaahidi kutoacha waangamie wana wa Israeli, ndivyo anavyotuahidia sasa kuwakomboa kutoka utumwani Babeli kwa upendo mkuu Mungu wetu aliona akijidhihirisha, kuwa sio mwingi wa hasira bali huruma na neema. Aliwaidia kuwakomboa kutoka utumwani, tena kwa njia yoyote ile iwezekanayo, kwani yeye ndiye aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo, vya mtii iwe bahari, miti hata jangwa. Mfikirie mtu aliyewahi kuanguka katika unywaji wa pombe anaweza kuona aibu na kujiona hafai, lakini Mungu anatukumbusha kuwa, tazama nafanya jambo jipya, nataka kukupa maisha mapya bila hiyo minyororo. Kwake yeye hakuna aliye mkamilifu. Kwa muktadha tunaoona namna gani mwinjili Yohane katika mfano wa mwanamke mzinzi anayeletwa mbele ya Yesu. Kumhitaji hamuhukumu kutokana na, na sheria ya Musa. Katika somo la Injili, mwinjili Yohane sura ya nane aya ya kwanza hadi ya kumi na moja ndivyo katika Injili tunaona Kristo anavyohusiana na wenye dhambi. Simulizi ya mwanamke aliyefumaniwa katika dhambi ya uzinzi akisubiri hukumu na adhabu ya kupigwa mawe mpaka kufa kama sheria ya Musa ilivyosema na mtu azinie na mke wa mtu mwingine, naam, yeye azinie na mke wa jirani yake, mtu mume azinie na mwanamke azinie, hakika watauawa. Rejea katika kumbukumbu la kumbu Torati sura 22 aya ya 22. Tunaona huruma ya Yesu na mwito wa kuacha dhambi Yesu hakumhukumu yule mwanamke bali alimwacha kwenye njia ya uzima. Mwanamke huyo leo anawakilisha kanisa letu, anatuwakilisha sisi wanadamu, anatuwakilisha sisi wadhambi tuliyoisahau njia ya Baba. Lakini kwa upendo wake yupo tayari kutusikiliza, yupo tayari kutuhurumia, haijalishi madhambi wala madhaifu yetu na ndicho tunachokumbusha katika kipindi hiki cha Kwaresima: kujirudi kuomba toba, msamaha na huruma ya Mwenyezi Mungu. Tunaweza kumfikiria dada mmoja ambaye alipata ujauzito akiwa shule. Watu wakamkataa, familia ikamtenga na wengine wakamsema vibaya, lakini alipompata Yesu kwa kusimama katika imani alisamehewa na sasa ni kiongozi wa vijana katika kanisa akiwasaidia wengine wasiingie kwenye makosa kama yake, na akiwafanya wengine kuishi katika maisha yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Yesu Kristo hakumtupa bali alimwambia nenda usitende dhambi tena. Ndugu waamini wa Kristo, sisi wanadamu wote ni wakosefu Unaweza kushangaa mbona hawa Wayahudi walimpeleka huyo mama aliyefanya uzinzi, na je, yule mwanaume aliyezini naye alikwenda wapi? Somo hili la Injili linatukumbusha kuwa wanadamu wote ni sawa, kwani wote tu wadhambi. Hakuna aliye mkamilifu mbele ya Mungu. Yesu kwa kitendo cha kuwauliza waandishi, yani na mawale Mafarisayo, kama hakuna mmoja wao aliye na dhambi basi awe wa kwanza kumponda mawe. Jambo hili linasaidia kuonesha kuwa dhambi haipaswi kuadhibiwa kwa kupigwa mawe, kwani kama ni hivyo, basi iliwapasa wote kuhukumiwa kwa kuponda mawe, kwani wote waliondoka wakimaanisha ni watenda dhambi. Ndugu zangu, katika somo la pili kitabu cha Wafilipi sura ya tatu aya ya 8 hadi ya kumi na moja, kumfahamu Kristo ni thamani kuu kuliko vitu vyote. Mtume Petro aliwahi kuwa mtesaji wa Kristo lakini aligeuka, na sasa anajitahidi kumfahamu Kristo zaidi. Hii ni kama kijana ambaye alitumia miaka mingi akifanya maisha ya kihuni, lakini sasa ameokoka na kila siku anasali, anahudhuria misa na kuwasaidia maskini na watu wote, katika kulitambua na kulishika neno la Mungu. Hata akikumbushwa makosa yake ya zamani, yeye anasema nimesamehewa, sasa natazama mbele. Ndiyo maana mzaburi anatukumbusha kuwa wale waliopanda kwa machozi, kwa mateso, majuto au huzuni, watarejea kwa furaha. Familia iliyopoteza kila kitu katika mafuriko, lakini kwa msaada wa Mungu na watu wa imani, walijenga upya maisha yao. Walilia wakati wa kupanda, sasa wanavuna kwa furaha. Mtume Paulo anatufundisha kuwa tukiwa na imani juu ya nguvu ya mateso kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo tutayaona mambo ya dunia hii si kitu, ni ya kupita tu, ndugu wa Kristo. Hivyo basi, dominika ya leo inatuhusisha na inatusaidia kutafakari na kufanya mambo yafuatayo. Hakuna aliye mkamilifu mbele ya Mungu. Angalia namna Mungu anaridhia kuwakomboa wana wa Israeli pamoja na kumsahau Mungu aliyewatoa utumwani, aliyewatoa Misri ila yeye anawahakikishia ukombozi. Vivyo hivyo ukombozi huo ndiyo Kristo anakuja kufanya katika ulimwengu huu. Hasa leo anapotoa huruma yake kwa mama huyu, Mafarisayo na waandishi Walisahau na kujiona kuwa wao ni wakamilifu, wakasahau kuwa hata wao ni wadhambi. Divyo hivyo katika maisha yetu tukumbuke kuwa sisi sio wakamilifu, hatufai kufikiri dhambi ni ile tunayotenda tu hadharani kama Mafarisayo walivyokuwa wakifikiri. Baada ya kukumbusha kuwa nao ni wadhambi, walijichunguza na kuona ni afadhali mwanamke yule kuliko wao, kwani walijichunguza pasipo kujibakiza. Basi nasi leo tunakumbushwa kuchunguza yale yaliyomo ndani ya mioyo yetu, ili tuweze kutambua, je, tu kondoo au tu chui ndani ya nafsi zetu? Mbili, usihukumu kabla hujahukumiwa. Mafarisayo walijitahidi kumhukumu huyu mama, na wakasahau hata wao watahukumiwa. Kipimo kitumikacho kuhukumu ndicho hicho hicho kitakachotumika kuwahukumu na wao. Tunachopaswa kutenda ni kuwaombea watendao dhambi ili wamrudie Mungu wao. Tunapaswa kuwainua wale walioanguka ili wasimame mara moja na umfate Kristo. Na ndiyo mwito wa Jubilei ya maujaji katika matumaini, tumenamizwa kutenda haya. Mtakatifu Paulo anatukumbusha sio kwamba tumekwishafika au tumekwisha kamilika bali tunakaza mwendo. Tatu, Mungu ndiye mtetezi wetu na Mwokozi wa maisha yetu katika maisha yetu tumekuwa tukiona kama tumetengwa hatufai, lakini kupitia neno la Mungu tunaona, hasa katika somo la pili, tumeona namna gani tunahimizwa kumfahamu Kristo. Kumfahamu Kristo ni thamani kuu kuliko vitu vyote. Yeye aliyekuwa mtesaji wa kanisa la Kristo, lakini leo anatuhimiza kuwa kwake kuna fadhili nyingi. Vile vile mzaburi anasema Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Hii inaonyesha ni namna gani kwake Kristo kuna ukombozi. Yeye ndiye mtetezi wetu sisi wanadamu. Katika maangaiko yetu, tumkimbilie yeye, atatutetea pale tunapoonewa, atatusaidia na tukukingia kifua. Antifona ya kuingia imetukumbusha kuwa Mungu ndiye mtetezi wetu, kwamba Ee Bwana, unihukumu, unitetee kwa taifa lisilo haki, uniokoe na mtu wa hila, mtu wa hila asiye haki. Mungu yupo tayari kutuokoa na macho ya watesi wetu tukimkimbilia yeye Nne. Mungu anatualika kuacha maisha ya dhambi na kuingia katika maisha mapya. Ndugu wa Kristo, katika ndoa zetu tumepata changamoto za kukosa uaminifu, hasa kwa wanandoa wenyewe. Wengi wetu tumekuwa tukizini na kuzisaliti ndoa zetu. Ndiyo maana leo Mwenyezi Mungu anatualika kuyaacha yote na kuanza upya. Uzinzi pia tunaweza kuchukulia kama miungu mingine ambayo mwanadamu amejiwekea. Watu wengi tumeweka, imekuwa sehemu ya maisha yetu na kila siku, na leo tunaalikwa kuyaacha yote na kujifanya mioyo mipya na roho mpya kati yetu na iliyo thabiti. Dhambi isiwe sababu ya kututenganisha na Mwenyezi Mungu. Katika kipindi hiki cha Kwaresma kitusaidie na kitubadilishe, na kuyabadilisha maisha yetu, na tutazamie mbingu, tuachane na ya hapa duniani. Viuzeni vyote mlivyo navyo, mkavitoe sadaka, kwa kuwa mejiwekea hazina yenu mbinguni. Paulo alikuwa na maisha yasiyompendeza Mungu, lakini baada ya kutokewa na Kristo aliweza kubadilika, angalia ya Kristo alivyojitokeza kwenye maisha. Tano, maisha yetu ni safari, tukitazama mbele kwa imani, kama sehemu ya maandalizi ya Jubilei ya 2025 yenye kauli mbiu mahujaji wa matumaini. Kama mahujaji tunaishi katikati ya changamoto majaribu na mapambano ya kila siku, lakini hatutembei gizani, tunatembea kwa matumaini tukielekea kwa Kristo. Mtume Paulo anafundisha kuwa safari hii ni ya kukaza mwendo, tukisahau ya nyuma na kufikia zawadi ya wokovu. Nabii Isaya anatuhakikishia kuwa Mwenyezi Mungu anatenda jambo jipya katika safari hii anatufungulia njia ya jangwani. Na Yesu katika Injili anatufundisha kuwa hata tukianguka katika dhambi bado anatuita tusimame tena, tusamehewe na tunaendelea na safari. Ni kama mzee mmoja aliyepoteza kila kitu wakati wa vita, lakini hakukata tamaa. Aliamini kuwa Mungu bado anaweza kuandika historia mpya katika maisha yake na akawa msaada mkubwa kwa wengine waliovunjika moyo. Hivyo, nasi katika jubilei hii tunaitwa kuwa watu wa matumaini, tukitembea na mioyo iliyojaa imani hata katikati ya hali ngumu, tukimwelekea Kristo aliye tumaini letu kuu. Hii hapa hitimisho fupi lenye uzito na ujumbe wa kubadilika. Ndugu wa Kristo, katika safari hii ya Kwaresima na kuelekea jubilei ya elfu mbili na ishirini na tano, sisi tulio maujaji wa matumaini tunaitwa kuacha maisha ya zamani na kuanza upya kwa moyo wa toba na matumaini. Yesu Kristo hatutupi kwa makosa yetu, bali anatuita tusimame tena, tusamehewe na tubadilike Tusikubali kufungwa na dhambi wala kukatishwa tamaa na yale yaliyopita, bali kwa neema ya Mungu tuwe tayari kuwa watu wapya wenye mioyo ya imani, huruma na matumaini. Sasa, ndugu zangu, ni wakati wa kuamka, kugeuka na kuanza maisha mapya ndani ya Kristo. Yubirei 2025 maujaji wa matumaini. Asante kwa kuungana nami katika tafakari hii. Ulikuwa nami Eriki Emanueli, na tafakari hii imeandaliwa na Frateri Phabian Abel Karume wa shirika la neno la Mungu SVD. Tumsifu Yesu Kristo.